Unajua kuna vitu ambavyo watu wanakuwa wanajiuliza halafu mwisho wa siku hawapati majibu sahihi kama inavyotakiwa. Na ikumbukwe kuna watu wana mawazo sana kwenye vichwa vyao ambao wanawaza huku wakifikiria katika sakata hili ambalo linaendelea kati ya Young Africans na TFF au Young Africans pamoja na bodi ya ligi. Young Africans pamoja na viongozi wanaohusika kwenye kuendesha huu mpira wetu wa ligi ya Tanzania. Hivi ni vitu ambavyo vinahitaji kupata majibu na majawabu kwenye vichwa vya watu, ili watu wapunguze stress, watu wapunguze mawazo, watu waache kufikiria watu waanze kufanya shughuli zao zingine ambazo zinawahusu kifamilia, sio kukawa wanawaza maisha ya watu. Maana haya tunayoyawaza, haya tunayoyafikiria, haya yanayotuumiza vichwa ni maisha ya watu. Haya ni maisha ya Young Africans na ni maisha ya TFF, ni maisha ya bodi ya ligi, yaani wale viongozi. Ndio maana unaona wanashindwa kuelewana wao wenyewe kwa sababu wanapigania maisha yao. Sasa, kuna vitu mimi najiuliza binafsi. Hivi kweli kama Yanga bado anadai hela za misimu mitatu iliyopita hadi sasa hivi, hizi hela ina maana zilikuwa hazitolewi au zilikuwa zinatolewa? Na kama zilikuwa zinatolewa zilienda wapi? Ziliwekwa wapi? Zilifanya nini? Na zinafanya kazi gani mpaka sasa na kama bingwa anapatikana anafanya sherehe tena ya kudumu sherehe ya juu halafu eh? hizo hela hajapewa, hizo hela hana alafu, anakaa misimu yote mitatu hajapewa hiyo hela. Maanake anafanya kila kitu kwa kutumia fedha zake za mfukoni, sio fedha zile za ubingwa tena sasa hii inanimaanisha inanipeleka kwenye fikra na mawazo kinifu ambayo haya mawazo anayaleta public kwa wachambuzi naleta na public kwa mashabiki wa mpira naleta na public kwa viongozi wanaohusika na masuala ya mpira na taasisi zote zinazohusika na mpira. Ni mawazo ambayo yanatakiwa yapatiwe majibu na majibu yaeleweke, ili kila Mtanzania, kila shabiki wa mpira ajue nini kinachoendelea kwenye mambo haya. Kama TFF au bodi ya ligi hizi fedha wanazo wameziweka kwenye akaunti zao wao, hmm? Wakati fedha inatukua ikae kwenye akaunti ya mtu husika, kwa sababu fedha zina matumizi mengi na hela zina mipango mingi ukiwa na hela ndo na uwezo wa kupanga mipango yako na ikaenda kamili kikamilifu, kwa sababu unaenda unachota pesa unaipeleka inafanya kazi. Sasa kama hauna maana yake utatumia kuiomba eh? Nafikiri uandishi wa habari mnajua jambo hili, watangazaji wa kwenye vyombo vya mziki mnajua mambo haya, yani fedha kama hauna mfukoni, maana yake utatumia kuiomba kwenye kuomba kuna kupewa na kutoa, kupewa koyo, jambo lako linaweza likafeli lisiende, kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Sasa hela baada kuka ya kukaa kwenye akaunti ya Yanga zinakaa kwenye akaunti za watu wengine, hiyo eh, hela huwezi kuitumia. Sasa hili ambalo linaibuka sasa la ugomvi wa Young Africans na bodi ya ligi pamoja na TFF linatupa changamoto kubwa la kufikiria vitu vingi kwenye akili zetu, na tukahitaji tunahitaji kujua na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa viko nyuma ya pazia au chini ya kapeti, vimefichwa vimefukiwa, kama hivyo ambavyo sasa hivi vinaibuka na kuibuliwa, vinatufanya tujiulize maswali mengi na vinatufanya tuone kwa kwamba kuna uongo mwingi na udanganyifu mkubwa ambao tunadanganywa sisi mashabiki na sisi ambao hatupo eneo hilo la uongozi wa aina yoyote, eidha wa klabu au wa bodi ya ligi au TFF. Hawa viongozi wa bodi ya ligi, hawa viongozi wa TFF, na hawa viongozi wa vilabu vyote wana siri kubwa ambayo wametuficha sisi na hii ni siri ambayo imeshindiliwa chini ya kapeti au nyuma ya pazia. Mimi binafsi, kuna jambo nataka nililete hapa kwenu mlichambue, wachambuzi wote mlichambue, ili tuweze kupata ukweli na uhakika wa hichi ninachokileta hapa kwenu na hichi ninachokifikiria. Siamini mpaka sasa, siamini kutokana na haya ambayo yanaonekana leo eh, siamini kama wachezaji sajili zao zinalingana na zinafanana na zina ukweli wa kile ambacho kinasema. Mchezaji anasajiliwa anatangazwa kwa hela nyingi ambazo analipwa mwisho wa mwezi na hela nyingi ambazo anapewa mwanzo wa msimu wakati wa sajili, ni hela nyingi kweli kweli. Huyo polisi hagusi, huyo mwalimu ndo usiseme kabisa. Kwa mfano mshahara wa Aziz Ki, Stefano Aziz Ki tulikuwa tunasikia analipwa milioni ishirini na nne pale Yanga wakati huo Faisal analipwa mshahara wa milioni 6. Wakati huo Krotas Chama kule Simba tunasikia analipwa milioni 28. Na lakini kuna wachezaji ambao tunawasikia wanalipwa milioni hamsini, milioni 40 kwa mwezi, <coughs> milioni 30 kwa mwezi Hizi hela ni kweli wanalipwa hizo hela au ni maneno ambayo yanatakiwa kutufanya sisi mashabiki tuwapandishe hadhi wale wachezaji tuwaone ni watu ambao wana thamani kubwa kwenye mpira wetu duniani au kwenye mpira wetu hapa Tanzania eh? ni swali kubwa ambalo linaniumiza na kichwa mimi. Ni maswali mapana ambayo yananifanya nisipate jawabu, kutokana na haya yanayoendelea sasa, kwamba Yanga bado anadai na Yanga kwamba bado anadaiwa. Sasa kama maisha kweli yanaenda hivi, kuna kufika lakini kama tunadanganywa kwenye hili la wachezaji, mimi ninaomba wachambuzi wa vyombo vyote vya habari, ninaomba wachambuzi wa media wa kwenye TV basi watueleze ukweli, maana hawa ndio wanaofuata. Wanasema kwamba wana vyanzo ndani ya virabu na wana watu ndani ya TFF ile mikataba ya wasa, ya wachezaji official tuione wa, na sio kopi tuione na tujue ukweli, hao wachezaji wanalipwa pesa hizi. Na ndio maana nakuta wakati mwingine mimi nakuwa na wasiwasi, kwa sababu mfano Aishi Manura ameugua, amepata jeraha akaenda kwao Morogoro, hmm? Tukaona pale alipokuwa nakaa kwenye nyumba ya mama yake mzazi, nyumba yaani bora hata mimi mama nilimjengea nyumba ambayo ina thamani kidogo, inaonekana akikaa, naona kwamba amekaa kwenye nyumba ya msanii huyu, e, kwamba ni mama wa msanii sasa ishimanura kama analipwa pesa hizo ambazo tunazisikia sisi, alafu mama yake anaenda kukaa kuugulia kwa mama yake, anaishi sehemu kama hiyo mbaya zaidi. Faisari hadi wameomba watu wamchangie. Mimi hela yangu kwa siku natumia elfu kumi maanake kwa mwezi natumia laki tatu tuseme, faisari kwa siku atumie basi elfu thelathini kwa mwezi anatumia laki tisa. Mshahara wake milioni sita, huo ni mfano tu. Unasemaje kwamba huyu mtu ana hela na ni fedha ambazo zinatokowa? Alipwe ndani ya mwaka mzima miezi kumi na mbili, piga hesabu elfu milioni sita mara miezi kumi na mbili. Sasa uje ukompee na fedha aliyokuwa analipwa Krotas cham milioni ishirini na nane mara miezi kumi na mbili kwa mwaka, maana yake anavuna pesa kiasi gani shilingi? Kwani hawa watu wasionekane kuwa maarufu kutokana na pesa zao, na sio waonekane kuwa maarufu kwenye midomo ya wachambuzi na wasemaji? Eh jamani, hili ni swali ambalo nimelileta kwenu na ni hoja ambayo nimeleta kwenu, mashabiki wa Simba mashabiki wa Young Africans, mashabiki wa Mtibwa, mashabiki wa Namungo, mashabiki wa Coastal Union, mashabiki wa Azam FC, sote ili jambo tuhitaji kutaka kujua ukweli ndani yake ukoje? Maana hii haya mambo ya Yanga yaliyoibuka na yanayoendelea yanatufanya yanatufanya eh, tuwe na maswali mengi ko hata hili sasa nalileta kwenu, wachambuzi na mashabiki kwa ujumla, ili sasa nijue, nijiridhishe, ili nielewe. Mimi ni msanii, najua mambo mengi kwa waandishi wa habari, najua mambo mengi kwa wasanii tunavyoishi. Hayo tu, asanteni sana. Simba na Yanga, <laughs> eh, msimu huu.